Mimi kitu kilicho nisukuma kuja kuchimba mtaro huu kwa ajili ya watoto wetu wanaosoma shule ya Sanzura, mtaro wa maji huu tunaopeleka shuleni, pamoja na wananchi tutanufaika na huu mtaro wa maji. Huu mtaro utafaidika sisi jamii kwa ajili ya kuvuta maji kupeleka nyumbani majumbani ya masika, uchimba mtaro wa shuleni, kutokana na maendeleo ya watoto wetu watakuwa wanapata pale kama maendeleo ya kuweza kuwa wanapata maji karibu ya kutumia, halafu pia na kujirahisisha sisi kazi zetu pale za ujenzi wa shule. Ndio tunapambana kuchimba mtaro kwa sababu ni, ni mojawapo ya wazazi tu, ambao tuna watoto pale shuleni. Shule yetu ilikuwa na changamoto ya maji, watoto walikuwa wanahangaika sana, wanaenda chooni hawana maji, pengine kuna muda walikuwa yaani wakipata kiu wanalazimika kutoroka shuleni na kwenda kuomba maji kwenye nyumba jirani na shule. Yaani nilitenda kusaidia, kwa sababu watoto hawataingaika tena kuhusu maji, wataenda chooni bila shida na pia watakunywa maji bila shida, kwa sababu yatakuwa yapo karibu na eneo la shule. Tumekuja kujumuika kwenye maendeleo haya, tumeamua kujitolea kwa sababu watoto wetu wanasoma kwa shida, hawana maji tena. Huduma mbalimbali hasa kama kujisaidia, wanakuwa wanapata shida sana. Tumeamua kujitolea ili kusudi hata majirani walioko hapa karibu wapate huduma mbalimbali za kujisaidia za kupata hata maji. Walikuwa wanahangaika kwenda kwa azima azima, tumeamua tu kusogeza huduma hii na wananchi tena tumfaike walioko karibu na shule nini yani. ni tukiangalia na sasa hivi kwa hii changamoto ya maji ya maji imekuwa ni, ni changamoto tu kwa baadhi ya miji maona no, maji hayapo ya nanayana muda na, na, na non tunahangaika maji haya, nimetoa bomba la chini kabisa uko nimetoka kupata. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu kwa mamlaka ya maji safi na mazingira IGUWASA kwa kukamilisha mradi ambao ulikuwa unasumbua kwa muda mrefu. Leo wameleta bomba na baadaye watatandaza kuelekea kwenye shule ya msingi Chipukizi B ambayo ilikuwa nasumbuka na maji. Kwa sasa hivi wameenda kutatua kero ambayo ilikuwa inawasumbua wananchi wa kitongoji cha Stoo kule Malulani, na niwaombe tu mradi huo, wananchi wa maeneo yale waulinde ile miundombinu ambayo tumeletewa, basi wakapate kuilinda, kui ili sichezee vibaya, ili watoto wetu waweze kunufaika na majirani ambao wako pembezoni mwa shule Chipukizi B nao watanufaika na mradi huo. IGUWASA uh, katika kusherekea wiki ya huduma kwa wateja tumefanya shughuli nyingi nyingi, na tunaendelea kuzifanya hizo shughuli. Shughuli mojawapo ni kuwafata wateja wetu maeneo wanayoishi, kwa maana kwamba tumeandaa kliniki ya kuwasikiliza wateja wetu, kuwafata maeneo wanayoishi, kusikiliza shida zao. Lakini cha pili tumeandaa dawati maalumu pale ofisini kwetu ambalo ukifika pale nalo utasikilizwa shida zako zote zinazo kukabili au unazokutana nazo, ni rahisi ah. Kama hiyo haitoshi, pia tumeandaa shughuli za kijamii ikiwepo michezo mbalimbali kama michezo ya mpira wa miguu, mchezo wa miguu, mchezo wa kukimbiza kuku, mchezo wa kukimbiza magunia, yote tumeifanya bima kujiweka karibu kabisa na wateja wetu, maana hao ndio tunaohudumia sisi. Aa, lakini hali kadhalika katika wiki hii la huduma kwa wateja tumejaribu kutembea maeneo mbalimbali na kuna baadhi ya maeneo tumekuja kuyabaini yalikuwa ya hayana makazi ya watu kwa kipindi cha muda mrefu, imejengeka na hivyo maeneo yaliojengeka kwa kipindi hiki yalikuwa hayana mtandao wa maji. Moja maeneo hayo ni maeneo ya Sanzura. Kule Sanzura tulibahatika kwenda tukakuta kuna shule ya msingi inaitwa shule ya Chipukizi Sanzura, tukakuta shule ile haina mtandao wa maji, lakini ina wanafunzi takriban 230 240. Kwa hiyo jukumu la kwanza tulifanya katika wiki hii ni kuhakikisha shule hile inafikiwa na maji, na hapa ninavyoongea tupo saiti Kuhakikisha hiyo shule inafikiwa na huduma ya maji, na tumelaza bomba letu pale lenye ukubwa wa inchi moja na nusu. Lengo mahususi maji hayo yafike shuleni, lakini kama itoshi si yafike tu shuleni peke yake, bali pia yaweze kuafikia wananchi ambao wanajenga kwa kasi katika maeneo yale. Kama mnavyofahamu IGUWASA, tunahakikisha kila mteja wetu au kila mwananchi anafikiwa na huduma ya maji nyumbani kwake na lengo mahususi kabisa ni tunamtua ndo mama kichwani, kama ilivyo adhima na lengo mahususi la Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha tunamtua mama ndo kichwani, na sisi hilo tumelifanya kwa asilimia mia. Kwa kweli, tuwez, tuseme tu kwa kifupi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha sisi IGUWASA kulitimiliza malengo yetu kwa asilimia mia na ambapo kwa sasa ninavyoongea, Mji mzima wa Igunga hapa mjini, mtandao wa maji umefika kila kona.